Habil and Kabil, ni jina lililovuma sana wakati wa maandalizi ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9 ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Hata hivyo, pamoja na kuvuma kwa jina hilo, jitokeza hali ya sintofahamu ambapo baadhi ya watu walikuwa na hoji kuwa mtu huyo ni nani, ametokea wapi, kwa sababu alikuwa kama ameibuka ghafla. Hata hivyo, watetezi wake walionekana kumuunga mkono na alipata ufuasi mkubwa sana na baadhi ya watu walimuona kama ni mkombozi aliyekuja kusaidia na kufanikisha maandalizi ya maandamano hayo ya Disemba 9, 2025. Makala hii kwa hiyo inapitia wasifu wa huyu mtu ni nani, taarifa zinazofahamika kuhusu yeye ni zipi, na je hizo tuhuma dhidi yake kwamba labda ni mtu aliyokuwa ametumwa na kitengo ni idara ya usalama wa taifa za kweli au alikuwa ni mwanaharakati wa dhati ambaye alijitokeza kwa ajili ya kupigania haki za Watanzania. Kwa hiyo kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na Jasusi TV ni kwamba mtu anayefahamika kama Habil and Kabil aliibuka around November 24, 2025 kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok. Na hili jina la Habil and Kabil linatokana na simulizi za kidini Uh, hasa dini ya Kiislam ambayo kuna watu wanaitwa Habil na Kabil, wana wa Adam. Uh, japo hawa ni watu wawili lakini Habil and Kabil huyu wa kwenye TikTok alikuwa ni mtu mmoja. Pengine kitu ambacho kilikuwa kimtambulisha zaidi Habil and Kabil wa TikTok ni sauti yake. Kwa sababu sauti yake ilikuwa ni kama imetokana na akili mnemba hivi, ni ya sauti ambayo ilikuwa metegeneo, sio sauti halisi, ni kama imekuwa distorted makusudi. Sasa hili nalo lilizua sintofahamu. Watetezi walisema kwamba Habil kama malaika aliyotumwa kuja kuwakomboa Watanzania, ni lazima ahifadhi sauti yake, kwa sababu huyu ni mtu muhimu. Sauti yake ikifahamika, watu watakuja kumdhuru, mafisadi watamwinda huyu, na pengine yuko ndani ya serikali, pengine yuko makao makuu ya Idara ya Usalama wa Taifa, lakini amejitolea tu kuja kutuokoa. Kwa hiyo lazima afiche sauti yake, maana ikifahamika itadhurika. Lakini waliokuwa na shaka walisema mm, Uh, hii ya kuficha sauti inawezekana, huyu jamaa anaogopa tu, watu watamjua, labda pengine katumwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na hizi mitizamo ya aina mbalimbali. Hata hivyo, kumtetea ni kwamba mazingira tuliyokuwa nayo ni magumu. Sasa kipindi hiki, siku zote mazingira yamekuwa magumu. Tunapata ujasiri wa kuongea, tukifahamu, tukitumia majina yetu kwenye mitandao ya kijamii tunapitia changamoto nyingi sio swala rahisi. Kwa hiyo unapojitokeza mtu akaamua pengine kuficha jina lake, kuficha sura yake, sio tu wa kukimbilia haraka kumlaumu, kwa sababu inawezekana mazingira aliyokuwa nayo akijitambulisha anaweza kumdhuru. Kwa hiyo hili ni la kuangalia katika mitazamo tofauti, lakini kwa bahati mbaya kwenye masuala ya intelijensia, mtu anayeficha sauti, jina, sura anatia shaka. Kwa hiyo huu ni mtazamo wa kiintelijensia, lakini haimaanishi kuwa Habil na Kabil alipaswa kutia shaka kutokana na hilo kwa hiyo kama alivyosema alianza kuonekana kwenye round novemba ishirini na nne ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano kaunti yake ilikuwa ikitumia handle habykaby na hadi disemba elfu mbili na ishirini na tano ilikuwa na wafuasi elfu mbili na kitu hivi kwa hiyo sio followers, sio wengi sana na likes kadhalika hazikuwa nyingi na comments, pia zilikuwa sio nyingi sana lakini hili tokana na ukweli kwamba Habil na Kabil yeye alikuwa hatumia akaunti yake kufanya akuposti vitu mara nyingi. Alikuwa akialikwa kwenye akaunti za wanaharakati mbalimbali, kwaiyo anaalikwa ndio anakwenda kufanya hizo live na anaelezea vitu mbalimbali akitumia mbali. hiyo sauti kama anavyosema ilikuwa mara nyingi aina nini, na ujumbe wake hasa ulikuwa ni kuhusu masuala ya kisiasa uchumi, masuala ya kijamii na hususan maandamano ya Desemba tisa Um, na alikuwa na sauti ni mtu mpinzani ambaye ya anataka mabadiliko anataka mageuzi na watu waandamani kwa sababu ni serikali imeua watu wengi katika maandamano ya Oktoba 29 na vitu kama hivyo na ni muhimu kueleza kwamba Habil aliibuka katika hii maandamano ya Disemba tisa kuelekea maandamano ya Disemba tisa kwa sababu kuna maandamano ya aina mbili kuna yale yaliyofanyika Oktoba 29 ambayo kwa bahati mbaya maelfu walikuja kuwawa kwa amri ya Samia Suluhu Hassan

ilifanikiwa kwa idadi ya watu walijitokeza katika maandamano. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania watu wengi kabisa walijitokeza katika maandamano. Kwa bahati mbaya ndio hivyo unyama uliotokea ambapo maelfu ya Tanzania waliuawa, lakini historia italienzi tukio lile kama kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania watu wengi walijitokeza katika maandamano. Kwa hiyo, kuhusiana na Habil and Kabil kulikuwa na maswali. Huyu bwana alikuwepo wapi wakati wa maandalizi hamasa ya maandamano ya Oktoba 29? Um, lakini pengine hoja kumtetea ni kuwa kilichojiri baada ya Oktoba 29 umewabadili Watanzania wengi. Kuna watu wengi walikuwa hawana interest na mambo ya harakati, walikuwa hawafuatilii, kuna watetezi wa serikali, lakini unyama uliotokea Oktoba 29 umewabadili watu wengi. Kwa hiyo, watetezi wanasema kuwa huenda Habil and Kabil alikuwa ni miongoni mwa hao watu ambao yale maandamano ya Oktoba 29 aliona, ah bwana, maandamano kwanza, Watanzania wenyewe wao andamani lakini kwa kwanza waandamano, watu wengi walijitokeza kwenye maandamano, lakini pili ni ule unyama mkubwa uliofanya uliofanywa na Samia baada ya maandamano yale umewasukuma watu wengi kwenye kwenye harakati. Kwe, kwa hiyo watetezi wanasema kwamba Habil and Kabil ni mtu ambaye aliibuliwa na kilichojiri Oktoba 29. Sasa, kwa kifupi Habil alitoa ahadi mbalimbali mbali, na hizi ndio zilimpatia umaarufu. Na mpaka watu kumuona kwamba huyu ni mkombozi, ni malaika ametumwa na vitu kama hivyo. Ni yamkinika kusema wakati akiwa maarufu takriban zaidi ya asilimia tisini ya watu walikuwa wakimuunga mkono, na hata hao waliokuwa na shaka wa lakini, kwa kweli watu wachache. Lakini sio tu kwamba walikuwa wachache, kila aliyejitokeza kuonyesha shaka dhidi ya Habil alitukanwa vibaya sana kwamba wewe ni mwetumwa unataka kutuharibia na vitu kama hivyo. Na mpaka sasa hivi watu wengi bado wanaamini kuwa ti na hata hivi kupotea kwake kwa hivi karibuni ni kutokana tu na mazingira jinsi yalivyo. Hadi alizotoa ni kwamba alikuwa na uwezo wa kuhaka akaunti za serikali, sio tu kwa sio tu kuwa na uwezo lakini pia alieleza kwamba amedukua akaunti ya benki kuu, akaunti za mfumo wa mawasiliano wa jeshi, mfumo wa idara ya usalama wa taifa, na uwezo wa kuvujisha siri za serikali, kufichua ufisadi na vitu mbalimbali lakini pia pengine hadi kubwa zaidi moja, hadi kubwa za mwanzo alisema kwamba yeye ana teknolojia ambayo, ukitumia hiyo teknolojia kwa kumwangalia tu mtu, unaweza kupata details zake za NIDA yani, namba yake ya NIDA na kila kilichopo kwenye akaunti yake ya NIDA na kaa wapi, mke wake ni nani, mama yake ni nani, mkaa mtaa gani, na vitu kama hivyo alisema kwa, na uwezo, alikuwa na teknolojia. Si kwamba teknolojia kama hiyo hazipo, lakini haziko advanced kiasi hicho kwa upande mmoja, lakini pili Tanzania ni kulimit nafahamika, serikali Samia imepewa teknolojia hii, na sio ya Samia tu haya mambo, yalianza wakati wa utawala Magufuli, Wachina walileta teknolojia hii ya kuwatambua watu kwa kuangalia sura, inaitwa facial recognition um, kwe, lakini haiyo advanced kiasi hicho na ni watu wachache, uh, private citizens ambao wana access na vitu kama hivyo, lakini haimaanishi kuwa hakuwa na pengine, alisema kuwa na uwezo kama huo. Kwa hiyo ilikuwa ni kwe, ili, moja ya hali alizotoa. Uh, lakini jingine hadi nyingine aliyotoa ni kudai kwamba amewasiliana na Umoja wa Mataifa, na kwamba Umoja wa Mataifa ungetoa askari kuja kusimamia kwenye maandamano kuhakikisha kwamba hakuna polisi atakayeua mwandamanaji, kwamba hakuna mwandamanaji atakayekamatwa, hakuna mwandamanaji atakayezuriwa, kwa sababu kamati ya haki za binadamu za Umoja wa Mataifa imemhakikishia kuwa italeta watu wake, lakini hawakutokea hawa watu uh, sasa ukija ukiangalia ya changamoto labda pengine wafanya tathmini ya Habil na Kabil ni kwamba aliyoahidi takriban yote kwa hiyo kuyatekeleza. Moja ni hilo la udukuzi, alikuwa akiahidi kwamba amedukua mfumo, lakini kawaida wadukuzi kwa wanaonyesha kile walichokidukua. Kwenye mimi nimesoma ethical hacking huko nyuma, udukuzi kwa maadili, na katika hiyo kuna aina mbalimbali za wadukuzi, na moja ni wanaofahamika kama hacktivist, yani hackers activist. Hawa ni watu ambao wanadukua kwa sababu ni wanaharakati. Sasa moja ya mbinu ambazo wanatumia abakuwa kwa moja ya makundi makubwa ya wadukuzi wa, wa wa wanaweka taarifa pale, msipofanya hivi tunafanya hivi, msipofanya hivi, tawala zile za kidikteta msipofanya hivi tunafanya hivi, kwa sababu wanaonyesha ule uthibitisho kutoa tu matishio bila kutekeleza kidogo inazua maswali. Kwa hiyo haya ni yaliyojiri. Sasa ni muhimu pia kuelewa kwamba wakati Habil na Kabil wanajitokeza kuna tukio kubwa sana lililojiri ambalo liliathiri maandamano ya Desemba tisa. Kwa hiyo pengine sio sahihi sana kumlaumu Habil na Kabil kwa kuto kufanikiwa kwa maandamano ya Desemba tisa kwa sababu kwa kiasi kikubwa maandamano haya yakufanikiwa, idadi waliojitokeza ilikuwa ni ndogo um, sana. Maandamano ya, ya, ya Oktoba uh, ishirini na tisa, kwa hakika maandamano yale yalifanikiwa. Mange alifanya kazi kubwa sana, lakini kwa, Ku -ku kwa bahati mbaya around December tatu akaunti yake ikawa imezuiliwa na Meta. Meta ni wamiliki wa mtandao wa Instagram, Facebook, WhatsApp, wakawa wamiliki sio tu huo, lakini pia kuna forum walikuwa wameanzisha inaitwa Wananchi Forum, nayo ilikuwa iwa na meta pia. Maria Sarungi, mmoja wa wanaharakati maarufu, na akaunti yake yake. Kwa hiyo sasa tegemeo kubwa kwa Tanzania lilikuwa ni kwa Habil and Kabil, kwa sababu sauti zile kubwa za kuhamasisha zilikuwa zimedhibitiwa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni fursa nzuri kwa Habil and Kabil kufanya hivyo na kwa hakika, pamoja na yote, unaweza kumkosoa kama labda alitoa ahadi ya kutekeleza lakini, moja aliyofanya kubwa lilikuwa ni kuhamasisha maandamano. Alifanya kazi nzuri, alihamasisha watu kwa wingi na, na kuwasisitiza, na pia kutoa taarifa mbalimbali ambazo kama ni za uh, kweli si za kweli, lakini zilichangia kuhamasisha watu. Hata hivyo, wakati unaelekea maandamano, karibu kukatokea mgogoro, na mgogoro huu ulikuwa unahusu wapi pa kwenda wakawapiga viboko kwa, kwa, kwa hiyo, hizo ilikuwa ni changamoto zilizojitokeza. Sasa tunarudi kwenye swali la msingi. Je, Habil and Kabil alikuwa ni mwanaharakati wa dhati, ni mtu alioguswa na uchungu, au alikuwa ni mtu aliotumwa na idara ya usalama wa taifa kuja kuathiri hayo maandamano ya Disemba tisa? Hilo ni gumu kulijibu kwa asilimia mia moja, na itaachia hiyo wasikilizaji, baada ya kupitia hi, haya yalioongewa, kufikia hitimisho wao wenyewe. Lakini moja la msingi ambalo linapaswa kuzingatiwa, kwa sababu kuna maandamano yamepanga kufanyika Oktoba, Disemba ishirini na tano na Januari mosi ya elfu mbili na ishirini na sita la muhimu sana ambalo Watanzania anatakiwa kuzingatia ni kwamba jambo lolote vile muhimu hata kama unaliamini lakini jitahidi kuthibitisha Waingereza wanasema trust but verify Wewe una maoni gani kuhusu haya? karibu tuwe maoni yako hapo kwenye comment. Asanteni na kwa heri.